Naam, karibu sana wanamichezo popote pale ulipo kaskazini kusini, magharibi pamoja na mashariki. Sogea hapa tuzungumze michezo na burudani sehemu pekee tunapoweza kuzipata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Na ripoti kutokea hapa uh, mitaa ya kaburi moja stesheni, nina madhumuni yangu niweze kukujuza kile ambacho kinachokuwa kikihusiana na michezo na burudani, kuwa nami kuanzia pale mwanzo mpaka pale tamati nitakapokuwa nikihitimisha mahojiano yangu haya na Muhindi wa Simba Sports Club, eh, bwana Muhindi Jana ndo jana kabisa, hebu cheka basi nayo bwana, sisi tunacheka kwani? Ah. Nga, minuno. Eh. Kanuna. Eh. Ayu, na minuno anakimbia huku akanuna, kakimbiza huku amenuna. Hayo tuachane nayo bwana, e bwana, jana ushindi wa goli tatu bila ukiwa katika ardhi ya ugenini, pasi zuri, mpira mwingi, mpaka asisti za visigino tunamzungumzia kocha Dimitar Pantev, mnasemaje wanasimba? Mechi yake ya kwanza goli tatu ndani ya michuano, yaani hiyo trailer picha bado. Unajua mwandishi, tuongee facts za mpira kwamba tunaposema kwamba inchi inawakilishwa na timu nne, na tulisema kwamba kila timu tunaiombea kwa sababu inawakilisha taifa la Tanzania ituheshimishe hmm. Lakini kwa upande wa pili wametuonyesha walichofanya hmm. Wametuonyesha walichofanya hmm. Upande wa pili upi? Au upande wa nyuma mwiko muona hmm. Bwana hmm. Lakini Simba Sports Club ni timu pekee katika Tanzania hmm. Ni timu pekee katika Tanzania hmm ambayo inaheshimisha nchi ya Tanzania ambayo inailetea heshima Tanzania, hiyo tukubali, ndo ilivyo, utake usitake, utake usitake. Kwa hiyo mwandishi, sisi Simba michuano ya kimataifa, ndio wenyewe. Unajua haitaji haitaji kuisifia Simba katika kimataifa, kinaeleweka kwamba sisi tunapocheza michuano ya kimataifa tunabadilika, na tunabadilika vipi? Kutokana na kikosi chetu. Unajua mwandishi, kimataifa pale hamna figisu figisu, tuwekane wazi, michuano ya kimataifa hamna figisu figisu figisu. figisu iko kwenye ligi yetu ya ndani, ligi yetu ya ndani ambayo nyuma mwiko wana mambo mengi wanayafanya, sawa ndugu yangu? Ndio maana wao wanakwama michuano ya kimataifa. Unajua reason ya wao kukwama ni hiyo. Kama wange wanakuwa wanacheza fair play katika ligi yetu, mimi na imani wanapata moment nzuri ya kujiandaa na kujua kwamba tunashindana. Unajua hata kocha wao kuna kocha wao si, si, si, mmsau nani alikuwa naitwa alisema, kwamba jamani, sipati intensity katika ligi ya ndani e, ndo huyo anasema hatupati intensity eh? ina maana hata kocha wao amekiri hicho kwamba, kweli Yanga kwa ndani, kwa sababu wanafanya figisu wanashinda, ndio maana kimataifa hawafanyikiwi. Na mimi unajua, leo mimi na shauri tu kama inapendeza, Yanga michuano ya kimataifa, yani waondolewe, wasishiriki, wasiwakilishe Tanzania eh? Wanatuletea aibu, yani wanatuletea aibu nchi ya Tanzania mm, eh, yani mimi nasema wasicheze kabisa, kwanza wajifunze kwetu, wajiandae vizuri, ndio waingie kwenye mashindano hayo wajiandae wajifunze kwanza kwetu, wajiandae ndo waingie kwenye mashindano hayo. Kuna namna Yanga Africans wanabidi wajifunze kwa Simba sana sana na, tu, w, unajua tatizo <tinyo> tunawafundisha, tuna, tuna so wao, yani sisi tuko tayari kuwafundisha, lakini hao jamaa yani hawafanya hawa, hawa, nini <tinyo> hawafundishiki hawa <tinyo> ehe, umeona mwandishi, yani ndio tatizo lao. <tinyo> <tinyo> Yani kila ukiwaelekeza wapi? Unaona ndugu yangu, kutokana na hayo madudu wanayofanya kwenye ligi ya ndani, ndio reason ni hiyo. Sasa tuingie kwa upande wa mchezo wa jana. Unajua mwandishi, mpira wa jana umepigwa mkubwa, mpira Dimitar Pantev. Unajua jana yule alificha Matatuu, hajaonesha. Wewe uliona mairingi tu yale, sawa. Yani kama Matatuu yangeonekana jana, ilikuwa sio chini ya goli saba Nakwambia hivi kama Matatuu yangeonekana jana, sio chini ya goli saba. Huyu jamaa hatari. Unajua mwandishi, wakati kikosi lilivyopangwa mi kidogo nikasita, nikasema jamani, nangu karabu yuko nje na wengine mabadiliko. Nikasema, mbona Fadlu Davids alivyokuwa anaenda na huyu tofauti. Sasa hapo ndio utaona tofauti ya meneja na kocha. Huyu ni meneja. Umeona bwana, kwa hiyo, lakini mpira uliopigwa eh, mwandishi, mpira mkubwa. Mimi nawapa hongera sana benchi la ufundi na wachezaji, wachezaji haswa wachezaji, nawapa hongera zao sana. Nimeridhika na kiwango cha timu yangu, na waendeleze mwendo huo huo, usipoe mpaka tu ufike na kuchukua kombe la klabu bingwa. Sisi unajua sisi lengo letu kimataifa, ligi ya ndani hata kama utopolo wachukue ubingwa, wacha wachukue. Sisi lengo yetu ni kimataifa, tunaiwakilisha nchi ya Tanzania. mm. ndio performance ambayo ameionyesha Kibu Dennis pamoja na Jonathan Soa. Mnasemaje wana wanasimba? Superb, excellent kabisa yani jana yani, wametukosha jana kila mtu unajua, jana. Mwandishi, usiwataje hao wawili tu, timu kwa ujumla jana wamecheza full commitment, wamejituma kweli jana, wameipigania nembo ya Simba ambayo sisi tunataka. Wacha unajua, Simba ambayo tunaitaka sisi ndio hiyo ya jana. Simba ambayo tunaitaka sisi ndio ya jana, na huo moto uendelee paka kieleweke, paka kieleweke, huo moto uendelee. Kweli? Kabisa kabisa mpaka tuchukue ubingwa na tunachukua ubingwa upi? Ubingwa wa Afrika ni wa Simba Sports Club. Ah, hapo mzee wangu subiri bwana. Hifadhi maneno yangu. Ah, subiri bwana. Nakwambia hifadhi maneno yangu eh. Na hifadhi maneno yangu eh. mengine uh -huh. Yang, utopolo nyuma mwiko hmm. makundi hawaingii. Eh? makundi hawaingii. Mnataka kusema mnacheza mechi zao? Nakwambia ah sio kucheza wacheze wao wenyewe sio na timu mbovu. Eh? Tatizo, unajua mwandishi, mm -hmm. Wanamlaumu kocha, wamemwonea. Folsi kaonewa tena, hiyo ujumbe uwafikie. Folsi mwandishi, kaonewa. Timu hawana pale, hamna timu. mm -hmm. Okay. Pale timu hamna, wachezaji wazee pale, wanamtegemea moja huyo huyo Pacome, na, na, na, shughuli imeisha, hawana timu yani, waje, yani wajenge timu wajenge timu. Wajenge timu. Ah, timu hawana, timu kocha akatolewa kafara. Ndio, ndio kawa mbuzi wa kafara, ndio maana yake. Wamemwonea, ndio maana anasema wamemwonea. Yule alitakiwa wabaki naye mpaka akieleweke. Yaani sisi tulikuwa sisi Simba nasema hii, tulikuwa natamani sana baada ya fol za baki kocha, mbona mzuri yule yule, kocha mzuri, sio? Kwa nini wamemwondoa bwana? Le, kocha angewapata ubingwa wa ligi kuu ah, ah. Mimi nakwambia au ndio mlikuwa mnatega mitego yenu, ah, sio mitego. Yule kocha mzuri, wajenge timu, kwa nini msinge mchukua yeye? timu ndio hawana. Eh, kwa nini msinge mchukua yeye? Sasa sisi tumchukue wakati yeye alikuwa anaihudumia Utopolo, sasa sisi tumchukua wa nini? Sisi tuna kocha matatuu tunatamba naye. Sisi tuna matatuu sasa hivi tunatamba naye. Mangumu yuko fresh lakini. Ha, Mangungu ajifunze kwa esi tu. Hiyo mbona kila siku naongea bwana, sasa Simba inacheza vizuri na yeye si, ndio, ndio kiongozi sasa inacheza vizuri. Unajua, unajua mwandishi, nie, nie tatizo hamnielewi, amni mimi ugomvi wangu na Utopolo, kwani tunapigwa na Utopolo? Yaani ugomvi wangu ni huo, na Mangungu ndo anacheza Mangungu uwanjani. Sasa ni mwenyekiti wa wanachama. Mbona hapa wakati Simba inafanya vizuri hamumlamiki Mangungu mwandishi mimi nasema hivi, kwa je, hebu yeah. Ni kujibu yeah. We unajua leo bana, uelewe nachomaanisha mimi yeah. Kimataifa yeah. tunafanya vizuri yeah. Ligi kuu, sikiliza, kimataifa. Yeye ana shida gani? Yeye sio, unanielewa? Hujanielewa yeah. Yeye ye, ni chawa wa Yanga, kwa hiyo yeye anatumika na ya, watu wa Yanga, ndio maana mechi zao tunafungwa. Leo tumepigwa mara sita fululizo kwa ajili ya huyu jamaa Sio, mnanielewa? Yaani mimi shida yangu na Mangungu ni sehemu moja inapokuja suala ya kucheza na Yanga, ndio shida ipo hapo eh, lakini kimataifa hana shida yule eh. Kimataifa eh, hana shida. Mangungu ana shida, nisikilize eh, nikuweke wazi leo, kimataifa hana shida uh -huh. Mechi za ligi kuu na timu zingine hana shida hmm. Yeye shida yake inapokuja utopolo yaani iyo... ye shida yake inapokuja utopolo. Simba ikicheza na Yanga ndo mangungu anashinda, ndo anacheza game sasa hapo. Yeye ndo anacheza game sasa. Ila Simba na timu zingine mangungu anashinda yule bana, historia yake alikuwa mtu wa Pan African bana. uh -huh. Sasa kinaeleweka pani imetokana na nani? He? unajua mwandishi bana, ayo tuyaache hayo. uh -huh. Januari tunayamaliza hiyo kodi nakupa Januari tunayamaliza, kati wenyewe wanasema kwa, kwa uongozi wako wanataka wampe mingine. Mimi nakupa kodi Januari tunamaliza mambo yote nangungu tena mingine. Haya, tuache tuongelee timu. Unajua mwandishi, Jana Pantev, eh, ni meneja. Mimi nampa sapoti yote na washabiki na wanachama tuko naye kwamba ataivusha Simba pahali ambapo tunapotaka sisi washabiki na wanachama, na kweli atatuletea furaha bwana, yeah. zungumza na mashabiki kwa kile ambacho kimetokea jana, lakini pia vilevile ni kongole za namna gani ambazo mnazipeleka kwa timu nzima pamoja na benchi la ufundi? Mimi nawapa hongera sana, nawapa hongera benchi la ufundi, nawapa hongera wachezaji, kweli wamejituma, yani mimi nimeridhika na kiwango cha jana na mpira huu narudia, mwandishi, mwendelezo huo uendelee, yani walichofanya jana kiendelee, yani wasirudi nyuma, na kweli kama kwa mwendo huo ubingwa wa Afrika narudia, tunachukua bwana. Simba jana badala ya mchezo walikuwa wanaonekana wanacheza piano, zile pombo, ndio staili ambayo mmekuja nayo sahizi. Sasa unajua sisi, unajua mwandishi, katika jambo lolote, katika jambo lolote sisi ndo tunalianzisha wengine wanaliiga wanali. Kwa hiyo sisi tutakuja na mambo mengi tu mapya. Hayo mambo ya piano nini ni, ni ndogo sana. Ndio maana tunawaambia kwamba hata katika michuano ya kimataifa wajifunze kwetu ndio waanze kucheza, wasidhalilishe nchi ya Tanzania. Nikushukuru sana mzee wangu na nikutakie kila laheri na asubuhi njema. Kongole kwa Simba Sports Club. Asante sana na wewe pia.